Tena shikh anasema wala siyama fi awqati alijaba, na hasa hasa katika nyakati za kuitikiwa maombi. Wala siyama fi awqati alijaba, na hasa hasa katika nyakati za kujibiwa, zile nyakati mahsusi ambapo dua zinakuwa ni mustajaba basi wakumbuke watawala katika nyakati hizo, waombee. Mathalan, umeamka usiku katika thuluthul laili al akhir, ile thuluthi ya mwisho ya usiku, usiku wa manane au usiku wa mbele zaidi, karibia na alfajiri, huko ukawa unafanya ibada zako, bila ya shaka ule ni wakati wa kuitikiwa dua, na Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika wakati huo kuja katika mbingu ya dunia, akiwaitikia waja wake mbalimbali maombi yao. Wakati kama huu mathalan, mkumbuke mtawala, mwombee kiongozi wako wa nchi. Kadhalika siku ya Ijumaa, katika nyakati za kuitikiwa dua ni siku ya Ijumaa baada alasri wa qabla alghurub baada ya sala ya laasiri na kabla ya kuzama jua, pale pana saa ya alijaba. Kuna kipindi pale cha wakati cha kuitikiwa dua, na Waislamu huwa wanatumia fursa hiyo kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua mbalimbali. Basi usimsahau kiongozi wako utawala wako kumwombea dua awe mwema na awe na msimamo katika wakati kama huu na wallahi, watawala wanahitaji dua, wanahitaji dua kweli kweli. Sisi tuwaombee, na utaona wakati mwingine hata wanateleza, wakatamani hata dua za batili. Natokea wakati mwingine, kamkuta kiongozi mathalan ni kiongozi Mwislamu, lakini anakimbilia katika dua za wasiokuwa Waislamu. Hakuna hayo, wanakwenda kwa mapasta, kwa wachungaji makanisani, wakitaka maombi. E, mchungaji, niombee bwana, msinisahau kuniombea. Wanaombewa huko. Vipi akiombewa na Waislamu ikiwa nyinyi mmemtengea wakati wa, wa kumwombea dua bila shaka watapendelea zaidi jambo hilo, wanatamani kuombewa dua, lakini pengine hao waislamu hawana nafasi ya kuombea dua. Wanatumia membari zao na misikiti kuwananga, eh, mpaka mtu anaogopa kuja kuswali eneo hilo. Viongozi wanaogopa, labda wakuu wa mikoa wanaogopa, wakuu wa wilaya wanaogopa, kwa sababu ukimwona tu kwamba kuna waziri fulani kaswali hapa, unabadilishia mada juu ya mimbari pale, ulikuwa na mada nyingine, unaigeuza inakuwa mada moja kwa moja inakwenda kumnanga mheshimiwa, mpaka wanaogopa, lakini dua wanazihitajia. Sasa ni katika manhaji yetu sisi kuwaombea dua watawala, ana hasa hasa katika nyakati za kuitikiwa dua. Sheikh anasema hivyo, lakini pia wa fil amkinati allati yurja fiha ijabatu ad-du'a na katika maeneo ambayo hutarajiwa katika maeneo hayo huitikiwa dua. Naam, mfano katika maeneo matakatifu ambapo dua huitikiwa, kama ukasafiri kwenye biladul haramain, ukawa huko ndani ya misikiti wa haramul makki, katika alka'batul musharrafa au katika alharamu almadani

ya kumuombea, sawa sawa, eh?